hujambo na karibu sana kwenye podcast ya Remedify Coaching Program leo uh, tuna jambo la kusisimua kweli tumechunguza vyanzo ulivyotupatia na tunataka kujibu swali ambalo nina hakika limekuwa likikusumbua unafungua tu app yako ya Biblia kwenye simu na unakutana na majina mengi NIV, KJV, ESV, NLT unajiuliza sasa kwa nini kuna tafsiri nyingi hivi zote hizi zinatoka wapi? Ni swali zuri sana na linaweza kuleta mkanganyiko kabisa, lakini vyanzo vyetu vinaonyesha picha tofauti kabisa, kwamba huu wingi si ishara ya fujo, bali ni ushahidi wa juhudi ya ajabu ya kuhakikisha ujumbe huu wa kale unamfikia kila mtu, popote alipo, kwa lugha, yani lugha inayogusa moyo wake. Ndiyo hivyo. Kwa hiyo leo tutakuwa wapelelezi wako. Tutaangalia kwa nini zipo, zinatofautianaje, na jinsi unavyoweza kutumia huu wingi kama zana ya kukuza uelewa wako. Sawa, hebu tuanze, tuanze na msingi kabisa, kiini cha yote haya, maandiko ya awali ya Biblia unajua hayakuandikwa kwa Kiswahili wala Kiingereza. Yaliandikwa maelfu ya miaka iliyopita katika lugha kama Kiebrania cha kale, Kiaramu na Kigiriki cha Koine, lugha ambazo eh, hazitumiki tena katika mazungumzo ya kila siku haswa. Na si tu maneno ni tofauti, muundo wa sentensi, sarufi, namna wanavyofikiri ni tofauti. Kwa hiyo tafsiri si kitu cha anasa, ni ni daraja la lazima. Daraja, hilo neno ni muhimu sana. Vyanzo vyetu vinasema kila kizazi kipya, kila utamaduni mpya unahitaji daraja hilo lijengwe upya kwa ajili yao kweli kabisa na hebu fikiria kuna zaidi ya lugha elfu saba duniani hii ni kazi kubwa mno kazi isiyo na mwisho lakini inasemekana biblia tayari inapatikana katika lugha zaidi ya elfu mbili nyingi zikiwa hapa kiganjani kwenye simu mm -hmm. hii inanikumbusha hadithi moja kutoka kwenye vyanzo vyetu mwandishi mmoja alikuwa anatumia app yake akabadilisha tu kutoka tafsiri ya kiingereza akaenda kiswahili kisha kikuyu ah. Ha, na akagundua nini? Alishangaa. Maneno yalikuwa tofauti bila shaka, lakini aligundua kitu muhimu zaidi. Ujumbe mkuu, lile fundisho lilibaki vile vile. Kumbe. Hapo ndipo akapata picha kamili. Lengo si kulazimisha kila mtu asome maneno yale yale, bali ni kila mtu asikie ujumbe kwa sauti inayosikika kama ya nyumbani. Sauti yake mwenyewe. Na hili jambo la kuvutia halihusu tu lugha tofauti kama Kiswahili na Kiingereza linahusu pia lugha moja tu inavyobadilika na wakati. Unamaanisha? Fikiria hivi: Kiingereza cha leo si sawa kabisa na Kiingereza cha Shakespeare miaka mia nne iliyopita. Sawa sawa, ndivyo ilivyo kwa tafsiri ya kihistoria kama King James Version, ile KJV ya mwaka 1611, ni nzuri, ni ya kishairi, lakini inatumia maneno ambayo maana yake imebadilika Ebu tupe mfano mmoja hapo. Mfano mzuri ni neno conversation katika KJV halikumaanisha mazungumzo, lilimaanisha mwenendo wako wote, au tabia yako. I see, tofauti kabisa. Au neno charity halikumaanisha tu kutoa msaada, lilimaanisha ule upendo wa hali ya juu kabisa, upendo wa agape. Kweli. Sasa msomaji wa leo asiyejua historia hii anaweza kusoma na kupata picha potofu kabisa. Ndiyo maana tafsiri mpya zinahitajika, yaani si kubadilisha ujumbe hasa, ni kuhakikisha ujumbe ule ule wa zamani unaeleweka kwa uwazi leo. Kumbe, sasa nimeelewa. Ni kama kutumia ramani ya zamani, ilikuwa sahihi kwa wakati wake, lakini sasa tuna data bora zaidi kutoka kwenye satelaiti. Mfano mzuri sana huo, na hiyo data bora zaidi inatupeleka kwenye sehemu yetu ya pili ya upelelezi: ugunduzi wa hati za kale, maandishi yale ya zamani. Hapa sasa ndipo hadithi inaponoga, inakuwa kama kazi ya upelelezi wa kihistoria. Hizi hati za kale ni nini hasa? Fikiria hivi: kabla ya mashine za uchapishaji, kila nakala ya Biblia iliandikwa kwa mkono, kila moja. Kazi kubwa sana, mtu alikaa na kunakili neno kwa neno. Hizi nakala za zamani ndizo tunaziita manuscripts. Sasa, watafsiri wa KJV walitumia hati bora zilizopatikana kwao wakati ule miaka 1600. Lakini tangu hapo wataalamu wa akiolojia wamegundua mamia ya hati zilizo za zamani zaidi zilizo karibu zaidi na waandishi wa asili. Sasa hili linaweza kuleta wasiwasi wasi. Nimesikia watu wakisema, "Ah, tafsiri mpya zinaondoa mistari." Mm-hmm. Ni hoja ya kawaida. Mfano unaotajwa sana ni Yohana 5:4, unajua ule mstari wa malaika kutikisa maji. Katika tafsiri za zamani upo, lakini katika nyingi mpya haupo au umewekwa kwenye mabano. Watu wanaweza kufikiri wanabadilisha neno la Mungu. Ni hofu inayoeleweka, lakini ukweli ni kinyume chake. Si kwamba wanaondoa mistari, wanajaribu kurejesha maandishi yawe karibu iwezekanavyo na yale ya awali. Haya, fafanua kidogo kwa kisa cha Yohana 5:4. Ushahidi unaonyesha kitu cha kuvutia. Hati za Kigiriki za zamani zaidi na zenye kuaminika zaidi hazina mstari huo. Inaonekana ulianza kama maelezo ya pembeni, mwandishi mmoja alieleza imani ya wenyeji kuhusu yale maji ah, kama maelezo ya ziada. Ndio. Baadaye waandishi wengine, wakidhani yale maelezo ni sehemu ya maandishi, wakayaingiza ndani. Kwa hiyo tafsiri za kisasa, kwa kutumia ushahidi bora, zinaweka hili wazi ni kitendo cha uaminifu kwa historia. Yaani, ni kusahihisha, si kupunguza. Ni kama mpelelezi anayegundua ushahidi bandia na kuuondoa ili kupata picha halisi. Hii inajenga imani, sio kuiondoa. Umeelewa vizuri kabisa. na kuzungumzia kuelewa kwa kina, huu ni wakati mzuri wa kushiriki fursa na wewe msikilizaji. Kama unataka kuongeza uelewa wako wa maandiko tunakualika ujiunge na chuo cha bibilia cha Tyrannus Hall, yaani THBC. Unaweza kupata masomo ya chuo cha bibilia bure kabisa mtandaoni, yakitumwa moja kwa moja kwako. Huhitaji kusafiri, unachohitaji ni simu yako na intaneti. Anza leo, tembelea kiungo http www shop beacons ikk2020 Tyrannus Hall Bible College. Pia unaweza kuunga mkono huduma yetu ya kufikia vijiji kupitia kiungo hiki wwwbeaconsikk 2020 philanthropy. Sawa, turudi kwenye upelelezi wetu. Tumeona mabadiliko ya lugha na hati za kale, lakini kuna sababu ya tatu, na labda hii ndio kubwa zaidi: falsafa za utafsiri. Hapa sasa ndipo sanaa inapoingia. Hakuna lugha mbili zinazofanana kikamilifu. Kweli, hivyo watafsiri lazima wafanye maamuzi kuna njia kuu mbili kama pande mbili za sarafu. Upande mmoja unaitwa usawa rasmi. Usawa rasmi, hiyo inamaanisha nini hasa? Ni falsafa ya neno kwa neno, inajaribu kushikilia muundo wa lugha asilia iwezekanavyo. Tafsiri kama NSB au ESV zinafuata mtindo huu. Faida yake ni nini? Inakupa muono wa karibu sana wa jinsi sentensi ilivyoundwa nzuri sana kwa masomo ya kina. Ni kama mpiga picha anayenasa kila undani, kila jani. Sawa. Na upande wa pili wa sarafu, huo ni usawa wa kiutendaji, yaani wazo kwa wazo. Hapa lengo si kutafsiri kila neno, bali maana ya sentensi nzima, kwa njia ambayo ni ya asili katika lugha mpya, kama tafsiri ya NLT au The Message. Hizo haswa zinauliza waandishi walimaanisha nini, badala ya walisema nini, neno kwa neno. Huyu ni kama mchoraji ananasa hisia ya eneo, si kila undani. Kumbe zote ni picha za kweli, lakini zinawasilisha ukweli kwa njia tofauti. Ndiyo hivyo, na nadhani tafsiri nyingi kama NIV na CSB zinajaribu kukaa katikati ya hizi mbili. Kabisa, zinatafuta uwiano kati ya usahihi na usomaji rahisi. Vyanzo vyetu vinatoa mfano mzuri: kikundi kidogo cha kujifunza Biblia, watu walisoma zaburi moja kutoka tafsiri tofauti. Mm, nini kilitokea? Mmoja akasoma kutoka tafsiri rasmi ya kishairi sana, mwingine akasoma kutoka tafsiri ya kisasa ya kimazungumzo. Walibishana? kinyume chake, badala ya mkanganyiko, ilizua mjadala mzuri sana waliona jinsi tafsiri moja ilivyosisitiza ukuu na utukufu wa Mungu, na nyingine nyingine ikaonyesha uhusiano wa karibu wa kibinafsi. Kwa pamoja walipata picha pana na yenye kina zaidi. Ni kama kila mtu alikuja na ala tofauti ya muziki na wimbo ukawa na utajiri zaidi. Hapo sasa. Na sasa kuna wazo ambalo linaweza kugeuza kila kitu. Wengi hufikiri tafsiri nyingi ni udhaifu lakini vyanzo vyetu vinasema ni ulinzi wetu mkuu. Hii ni moja ya hoja zenye nguvu zaidi. Fikiria kama kungekuwa na tafsiri moja tu rasmi inayodhibitiwa na kundi moja, wangekuwa na nguvu kubwa, nguvu ya kupindisha maana ili kuendana na ajenda yao. Lakini ukiwa na timu nyingi huru kutoka nchi tofauti, madhehebu tofauti, zote zikifanya kazi na maandiko yale yale, unapata uwajibikaji, uwajibikaji uliojengwa ndani ni kama kuwa na walinzi wengi wanaolinda hazina moja. Mmoja akijaribu kubadilisha kitu, wengine wote watapiga kelele. Yaani, wingi huu si fujo, bali ni mfuno wa uwazi. Inajenga kuwanumiana hasa na inakulazimisha wewe, msomaji, kufikiri kwa kina. Unapokutana na tofauti unajiuliza, kwa nini? Swali hilo linakuza uelewa wako. Unakuwa mwanafunzi anayeshiriki, si msomaji tu. Basi, tunapofikia mwisho, ujumbe mkuu ni upi? Baada ya haya yote, tunahitimishaje? Ujumbe mkuu ni huu. Kuwepo kwa mia ya tafsiri za Biblia si fujo, bali ni zawadi. Ni ishara ya kujitolea kwa maelfu ya wasomi kuhakikisha ujumbe huu wa kale unamfikia kila mtu katika lugha ya moyo wake. Kwa maneno mengine, wingi huu unaongeza sauti bila kugawanya maana. Badala ya kudhoofisha maandiko, unakuza ufikiaji na unaimarisha uelewa wetu sote. Ni kama kuwa na kwaya kubwa badala ya mwimbaji mmoja. Sauti ni nyingi, ndio, lakini wimbo unapendeza zaidi. Na hili ndilo wazo la mwisho tunalotaka kukuachia. Sasa, kwa kuwa unaelewa kwa nini na jinsi gani, tunakupa changamoto. Chukua kifungu kimoja unachokijua vizuri. Kisome katika tafsiri ya neno kwa neno kama ESV. Kisha kisome tena katika tafsiri ya wazo kwa wazo kama NLT. Jiulize, je, tofauti hizi zinafungua uelewa gani mpya kwako? Asante sana kwa kuwa nasi. Nakumbuka, kama unataka kwenda mbali zaidi, tembelea chuo cha Biblia cha Tyrannus Hall mtandaoni. Ni bure kabisa. Nenda kwenye https shop beacons akk 2020 Tyrannus Hall Bible College ili kuanza. Na ili kuunga mkono kazi yetu ya kufikia jamii za vijijini, tembelea https beacons.akk 2020 philanthropy. Asante na kwaheri.